Juba iliwapa nafasi Azamu FC katika mchezo wa kwanza ambao walishinda mabao mawili kwa sifuri, kikiwa na mabadiliko matatu kutoka kile ambacho kimeshinda mchezo dhidi ya Mbeya City mechi ya kwanza ya ligi kuu. Lakini kwa upande wa El Merreikh bentiu kitazama kikosi chao kwa asilimia kubwa ni wale wale ambao walicheza nyumbani, badiliko likiwa ni Joseph Mako kiingia ndani alisema anaifahamu vyema kabisa Dar es Salaam, anawafahamu Azamu FC, anayo nafasi ya kwenda kupindua matokeo. Mechi ikiwa tayari imekwisha anza, mechi ya mkondo wa pili, wakati ambao Fesaa Salomo anakwenda kupiga kona, jaribu kuchonga kona kwenye nafasi potin n mpira ambao anakwenda nje. Sadio Kanute kwenda juu, alitazama na kuichonga ile kona wakati Putin alimkimbia Malok na kwenda juu Tevo, mpira aliopiga amekuwa off target. Faisal chonganisho ile mpira ndani, anaika yoro, Yoro mama dutiabi, bonge la beki aliutazama ile mpira liokuwa nakuja, anakwenda kukandamiza kichwa kile, anakwenda kuzamisha jahazi kwa el merreikh, na agregati inakuwa tatu bila kwa sasa. Mpira ambao ulipuka na alitoka mbali, akiutazama wapi ulipotoka. Yoro Mamadu, free header, mpira ambao unapita katikati ya miguu ya mini na mlango abu zaidi, anategewa Sadio Kanute kwenye nafasi amepita, Nathan Chilambo anampunguza mtu. Chilambo inaekwa pasi nyingine, nani kinashindwa kufanya kitu. Pasco Msindo anapotezwa mpira kwa Jefte ambia amecheza foul. Pasco Gaudens Msindo, mamuzi amemwona wakati ambao Pasco msindo akienda kucheza foul. Naam, tazama alivyofanywa vibaya Malok Pasco Gaudens. Pasi mpitisha kwa Jefte akitambala Jefte ameucheza mlinda mlango, inakuwa kona. Alitegea ule mpira mshambuliaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa pasa kupenyeza ile, lakini ilikuwa ni near post na impossible boengo kwa upande wake kuweza kufunga kipa kaifanya kazi ya ziada. Ametangulizwa pasi kwa Faisal Salum, Faisal mpila mabatiza le sopu Faisal tena Faisal, anacheza popuki, inakuwa kona, ikamkuta Faisal lakini hii tena Faisal alipiga kini po puki, naodha alihakikisha mpira upiti. Ule mpira wa pili uliomkuta Faisal kwenye nafasi akaucheza tena, naodha, kikosi hiki popuki wa El Merreikh Bentiu, watatu kwa watatu Azam amuongezeka kuwa wanne. Abdul Suleiman anamtengea Faisal, anaucheza mlinda na mlango baraketi mini tena, anakamata Faisal kwenye nafasi nyingine, lakini anakataliwa na, na mlinda na mlango Abu Zaidi, jaribu kubabatiza mpira wa Kanuti, anaweka presha, anaondoka sasa Azam FC. Si, Jefte Kitambala Kitambala Jefte kwa kugusa mpira ambao unagusa ule Jefte Kitambala bola aliondoka katikati alijaribu kwenda kuitafuta njia. Kwa anaondoka kwenye kupiga, uelekeo ni nje, kionekana kuwa ni off target. Kwa kitazama namna gani ambavyo anaweza akaongeza bao la pili, mpira ambayo aliupiga na kwenda nje, Jefte Kitambala. Hii nafasi nyingine kwa Faisal Salum ambaye alitengewa na Abdul Suleiman akafanya kazi ya ziada, Abu Zaidi kuweza kucheza. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, huku wakiweka utofauti Yoro Mamadou Diaby kwa bao alilofunga dakika ya 18 ya mchezo. On aggregate Azam FC wanakuwa mbele zaidi mabao matatu kwa sifuri, wakiwa mbele kwa bao moja lilofungwa na mlinzi wa kati dakika ya 18 Yoro Diaby. Mchezo ambao tayari umekwisha anza Sheikh Pasco msini anapambana kina, anapewa faida nachonganisha ule mpira, nani kwenda kuweka ule Mendoza, anapewa tena Faisal Faisal Magonga mwamba mpira ambao unakwenda nje. Faisal Salum Feto Abdallah kwa kwenye nafasi nyingine, lakini anashindikana ile. Yesen Mendoza aliutoa, lakini Faisal alichagua kwenda kuzungusha yeye mwenyewe. Pina piambao unagonga mwamba na na kwenda nje off target. O Salio Kanute anategewa Jefte. Jefte! Off target tena. Kuna kugusole, maona katika na kugusa mpira mbao na kwenda nje jaribu kukata mpira mbao na na kwenda nje kwake pitch up through ball kwa Sadio Kanute. Sadio kwenye njia tena, inasetiwa kwa Barket. Off target nyingine kwa Azam FC. Alikuwa nafasi hiyo Jeff Taliata kwenye njia, lakini Barket mid anapewa boli. Mandela Lujang kinumepotea. Haya, Pasco, Msindo Pasco Cheza mpira Msindo, cheza na mlango mpira ambao nawai amejihusisha na mpira. Akiwa katika eneo la kuotea Faisal. Jaribu kwa mguu wake wa kulia, mguu wa kupandia kitandani ulewa pass kwa Msindo. Oki support, mguu wake wa nguvu wa kushoto. Kuwaiwa na sopu kisigino kwa Nasol Sadun. Nasol. Sadun ipitisha pass kwa Sadio Kanute. Kina na cheza ule. Mlinzi po puki nafasi hiyo ya Sadio Kanute, pasa kisigino kwanza, lakini pasa kupenyeza ya Sadun kwa Kanute, alipoteza hiyo nafasi. Lusajo Mwaikenda. Ametanguliza mpira kwa Abdul Suleiman Sopu, naingizwa pasi ndani kwenye nafasi Sadun. Sadun. Fanya jitihada zaidi za kwenda kuucheza ule mpira, wakati ambayo anakwenda kugongana na mwamba Nasol Sadun akujiuliza, acheze vipi pale? Sopu aliweka tu kwenye njia pocha, Nasol Sadun alikuwa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi na kuandika bao la pili. Full time, KMKM dhidi ya Azam FC katika hatua ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Yoro Diaby kwa kichwa aliyotanguliza dakika ya